Tunaambiwa viongozi wa vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi UKAWA jijini Dar es Salaam wameshutumu tume ya taifa ya uchaguzi NEC kuruhusu uchaguzi wa meya kufanyika huku tume ikisisitiza kuheshimiwa kwa uamuzi uliotolewa. Temaluge Kasuga anakuja na maelezo zaidi. Majira ya saa mbili asubuhi, wanachama hao tayari walikuwa kwenye lango la ukumbi wa Karimjee na kukuta geti limefungwa kuonyesha hakuna shughuli yoyote itakayofanyika hapo siku hiyo. punde mlinzi akafungua geti, ndipo magari na wafuasi wa UKAWA walianza kumiminika katika eneo hilo, lakini nako lango la kuingia katika ukumbi huo lilikuwa limefungwa. Muda mfupi baadaye, viongozi walikaa kikao chemba, na baadaye kaimu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema akaweka bayana wasiwasi wao juu ya kuahirishwa kwa jambo hilo. baada ya kufanya uchunguzi wa kina jana, tumegundua kwamba kuna mchezo mchafu unaoendelea kati ya tume jiji pamoja na Chama cha Mapinduzi. Majibu nilioletewa mimi Chadema yanataja mpaka majina, sifa zao na vigezo vyao. Barua ya Chama cha Mapinduzi, ambayo sisi bado tunaamini wameizushia tume kwamba wameiandika, kwamba yenyewe inasema kwa jumla, halafu tambua hao niliyowawekea tiki. Tupo katika ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na tunakutana na mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kombwe atole ufafanuzi kuhusiana na swala hilo. Alikuja si mwanasheria wao si nani, adono, si nani alikuja Chadema, ana barua yake, ana ana orodha ya majina. CCM alikuja na barua yao wakiwa na fomu za wale wagombea. Nataka uone tofauti kwanza. CCM alikuja na barua ya kwamba uthibitisho wa fomu za majina wagombea hawa kwamba ni kweli hawa, chazo chao ni hapa. Si tukachukua zile fomu tulizobakia nazo nakala tuka cross-cheki na hizi na ile orodha yetu ya madiwani viti maalum, tukawa tunatia tiki, kweli ni kweli, ni kweli, tukaandika barua hizi, okay. Sisi Chadema walikuja na barua yenye orodha ya majina kwenye barua bila nakala ya fomu hii hii. Tuwathibitishie tulichokifanya mbele ya mheshimiwa Mboe, sasa hapa ndo nataka kushangaa, mbele ya mwenyekiti wa Chadema wa Taifa, wakiwa na wanasheria wangu, wakawa wanapitia fomu moja baada ya nyingine ya majina yao walioyaorodhesha lakini pia kaimu katibu mkuu wa Chadema Salimu Mwalimu akahoji utofauti wa barua hizo walizopewa makatibu wakuu wa vyama vya CCM na Chadema. Uchaguzi wameuhairisha, na wameuhairisha kihuni, na tunaelekea kuhoji kwa nini wameuhairisha. Hatua ya pili ni kukabidhi nyaraka hizi polisi, ifuatilie na kujiridhisha kwamba kweli hizi ni nyaraka halali. Kuna mambo mengi madogo madogo yamekosewa kwenye ile barua, yaani hata ukiangalia font size ya barua za tume ambazo tunazo vizini na hata nyingine za tume ambazo zilizoko mahali pengine ni tofauti na fonti ya barua hii inayoonekana kutoka Chama Cha Mapinduzi, kumbukumbu namba, kumbu kumbu namba. haiwezekani barua hiyo hiyo moja zilizoandikwa hii kumbukumbu isomeke sijui CAB hii isomeke sijui CA nini hii moja ionekane sijui ni barua ya pili, ile nyingine ionekane barua mia moja sitini na ngapi. Inawezekana vipi? Naye mkurugenzi wa uchaguzi Kombwe anatoa ufafanuzi juu ya swala hilo. Ananishangaza kweli katibu mkuu wa chama lazima uwe na taaluma ya masuala ya, ya, ya masijara. Huwezi kusema eti mbona huku difference namba tofauti ya Chadema, huku difference namba ya CCM. Hawa wana mafaili tofauti, sio chama kimoja <laughs> ni vitu ambavyo vya ajabu kweli kwelikweli. La kwanza fonti hizi aseme Hiziyote yaniishu barua ni ya kwangu. Nathibitisha barua zote mbili i za kwangu, nimesaini mimi. Hawa ni baadhi tu ya wanachama kutoka vyama mbalimbali, hasa vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi UKAWA, ambao wamejitokeza katika uwanja huu wa Karimjee ili kuthibitisha kauli ile iliyotolewa kuhusiana na kuwa ilishwa kwa uchaguzi wa meya wa jiji la Dar es Salaam. mimi ni Temaruge Kasuga Azam news